Suala la afya akili wakati wa majanga na dharura ni haki ya kila mtu, ambapo msaada wa kisaikolojia unapaswa kupatikana ili kupunguzia maathirika madhara ya muda mrefu. Waombe viongozi wa jamii na viongozi wetu wa dini kutenga muda wa kusikiliza na kusaidia wale wenye matatizo ya akili mara tunapowaanza kuwahisi au kuwaona. Kwa kufanya hivi kabla hajatokea huko ingi. Kwanza tuwe na uelewa wa tatizo la afya ya akili kwamba linaweza likampata mtu yeyote, hakuna mtu ambaye anakinga dhidi ya magonjwa ya akili. Tubaini ya kwamba tunapoona mabadiliko ya tabia kwa watu au kwa kijana wetu au kwa mzee wetu basi tusianze kuwa na hisia ambazo ni hasi kwamba itakuwa amerogwa au ana changamoto gani, lakini mabadiliko yoyote yale ya tabia unayaona vile ulivyomzoea mtu na anakuwa wa tofauti, basi uweze kubaini ya kwamba kuna tatizo, na cha muhimu sana ni kuweza kumpeleka katika huduma za kisaikolojia na magonjwa ya akili waweze kupata msaada wa matibabu. Halmashauri yetu ya jiji la Tanga tumejipanga, tumejipanga kwa maana kwamba tunashirikiana na wadau wa asasi wa zisizo za kiserikali. Wao tunawapangia majukumu yao, ni kupita katika maeneo ya maskani ya dawa za kulevya. Vijana wetu wengi wanatumia madawa ya kulevya, kwa hiyo wanaanzia kule, wanawaibua. Wakishawaibua wale wana wale wana changamoto za afya ya akili, wanawaleta katika sehemu za kutolea huduma. Kwa wale ambao hawana changamoto za afya ya akili, ni waraibu wa dawa za kulevya wanawapeleka katika kituo cha mati Bombo kwa ajili ya ushauri na nope kupata matibabu ya, ya uraibu. Kwa hiyo katika halmashauri ya Tanga tumejipanga, katika kila kituo kuna kuna wataalamu wa kutosha, kuna dawa dawa zinapatikana za kutolewa za kuwasaidia hawa wagonjwa wa afya akili, endapo wanapatikana katika sehemu zetu za kutolea huduma katika halmashauri ya Jiji la Tanga. Sisi tumekuja hapa maeneo haya kujifunza elimu elimu ya afya akili katika elimu ya afya ya akili nimejifunza mambo mbalimbali. Kwanza ni kuhusu madawa ya kulevya yanaathiri afya ya akili. Ninachoenda kuzungumza na wanafunzi wangu hawatakiwi kujiingiza kwenye mambo hayo, maana wakijiingiza wataathiri